Habari kubwa inayotikisa ulimwengu wa teknolojia na siasa za Marekani inahusu tena jina ambalo halikosekani kwenye vichwa vya habari yani Elon Musk. Kwa mujibu wa taarifa mpya, kampuni yake ya akili bandia yani XAI, imesaini mkataba wa miezi kumi na nane na serikali ya Marekani kwa kuingiza mfumo wake wa Grok AI kwenye mashirika yote ya serikali ya shirikisho. Lakini kilichoshangaza wengi sio tu ukubwa wa mpango huo, bali gharama yake. Elon Musk ameuza Grok AI kwa bei isiyoaminika, senti arobaini na mbili pekee kwa kila shirika. Kwa wanaojua historia ya kitamaduni cha pop, namba hii siyo ya bahati mbaya, ni rejeo maarufu kutoka kwenye kitabu cha Picture, uh, Guide to the Galaxy ambacho kilisema jibu la kila kitu duniani ni namba arobaini na mbili. Kwa hiyo hii ni bei yenye ishara, sio tu biashara ya kawaida. Lakini nyuma ya ishara hiyo ya kisayansi feki, wachambuzi wanaona picha kubwa zaidi. Je, hii kweli ni hatua ya kuisaidia serikali kuongeza ufanisi wake kwa gharama ndogo au ni mbinu ya Elon Musk kujiweka kama mchoraamani mkuu wa teknolojia ya serikali ya Marekani akitafuta ushawishi wa moja kwa moja kwenye data muhimu za shirikisho? Kwa sasa tunajua kuwa makampuni mengine makubwa kama OpenAI na Google pia yamepata mikataba ya aina hiyo lakini ya thamani ya ishara tu tofauti kubwa ni kwamba mikataba yao ni ya muda mfupi zaidi wakati XAI ya Elon Musk imepata muda mrefu zaidi wa miezi kumi na nane swali kubwa linabaki je hii ni bahati nasibu tu au ni mkakati wa makusudi wa Elon Musk kuhakikisha kwamba Grok inakuwa injini ya msingi ya akili bandia ndani ya serikali ya Marekani kama hilo likitokea, basi Musk hatakuwa tu tajiri mkubwa zaidi duniani, bali pia mtu mwenye ushawishi wa moja kwa moja katika njia ambazo serikali inakusanya, inachakata na kutumia taarifa zake nyeti. Kwa upande wa wafuasi wake, hii ni hatua ya kishujaa, ishara ya mjasiriamali anayeweka teknolojia ya yake kwa faida ya umma na kwa bei ya mfano. Lakini kwa wakosoaji, hii ni kengele ya hatari dalili kwamba Musk amejipenyeza kwa ujanja ili kuwa na mkono wa siri kwenye kila mfumo wa serikali, kuanzia usalama taifa, uchumi hadi mawasiliano ya kiraia. Kwa sasa hakuna mtu anayeweza kusema kwa uhakika, lakini jambo mmoja ambalo ni wazi, kwa senti arobaini na mbili Elon Musk ameanzisha mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa AI, usalama wa data na nani anakuwa na nafasi ya mwisho katika mbio hizi za teknolojia kule Marekani.